Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda na serikali ya DRC wamesaini makubaliano ya mpango wa amani mashariki mwa nchi. Hafla hiyo ilifanyika Qatar ambayo pamoja na Marekani na Umoja wa Afrika wamekuwa wakijaribu kupatanisha kukomesha miongo kadhaa ya migogoro katika eneo hilo lenye rasilimali nyingi. Mapema mwaka huu, M23 iliteka miji mikuu ya eneo la mashariki ya Goma na Bukavu. Majaribio ya awali ya kupata amani yameshindwa. Mjumbe wa Marekani wa, wa Afrika Massad Boulos alisema hati hiyo ilishughulikia itifaki nane na kwamba nyingi bado zinahitajika. Pia alikiri kwamba kubadilishana wafungwa na ufuatiliaji wa kusitisha mapigano ulikuwa wa polepole kuliko ulivyotarajiwa awali. Kinshasa inadai kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda kutoka eneo lake. Kigali inasema hili linaweza kutokea mara tu wanamgambo wa waasi wa FDLR wenye makao yake DRC wa